Kumekuwa na dhana kwamba kugombea jimbo kwa mwanamke ni kitu kigumu, lakini mimi sioni kama ni kitu kigumu. Na pia kumekuwa na dhana kwamba kuwa mgombea wa jimbo ni lazima uwe na fedha, uwe na uwezo fulani, uwe na umaarufu fulani katika jamii. Nadhani ni zaidi ya hapo, kwa sababu uongozi ni zaidi ya hivyo vitu ambavyo watu wanavyofikiria katika Chama Cha Mapinduzi. Kwa kipindi hiki cha 2025 25 mpaka 2030, na naamini chama kimejipanga vyema kuchagua na kuteua wagombea wenye sifa, kwa sababu nchi tunataka kutembea kwa spidi katika kujenga maendeleo yetu, na sio tu kila mtu atafaa katika nafasi ambazo ameomba. Najua chama kimejipanga vizuri na demokrasia yetu ni nzuri katika Chama Cha Mapinduzi, viongozi wamejipanga na kila mtu ana matumaini, na hata wagombea wa mikoa wengi kwa sababu wana matumaini kwamba chama kitaangalia sifa na kitaangalia uwezo wa mtu kuongoza na kwenda kwa spidi ambayo tunahitaji kwenda nayo katika nchi yetu ya Tanzania.